Hapa ni wilaya ya Mvomero, mkoa wa Morogoro, wilaya ambayo ina kata thelathini. Na nimekuja moja kwa moja kwa ajili ya kuzungumza na wanufaika wa mradi wa afya yangu maisha yangu unaotekelezwa na shirika la Childhood Development Organization kwa ufadhili wa VIV Positive Action. Mabinti hawa nimewahoji kwa nyakati tofauti kupitia mradi wa afya yangu maisha yangu tumepata elimu ya afya ya uzazi ambayo imetufanya sisi mabinti kujihamasisha sisi na kuhamasisha watu wengine. Maana na imani tulivyoeleza, na sisi tulivyoelezwa, tulivyoelewa, tulivyopata elimu, nao walivyoelewa kama tulivyoelewa sisi, watakuwa wamenufaika zaidi. Mafunzo ya afya ya uzazi vyuvyu yamenisaidia kupambana nayo, yaani kutumia kinga kupambana na kupata maambukizi ya UKIMWI, kuepukana nayo. Yamenisaidia sana kuwasaidia vijana pamoja na wadogo zangu wa mitaani wapambane kujizuia kupata maambukizi ya UKIMWI ili waepukane na madhara ya kuto kuzingatia na afya ya uzazi na ujumbe. Yaani kwa sisi kama wasichana walotuwezesha wasichoke, maana tunashukuru wanatuokoa tulipo kuwepo wanatupeleka sasa hivi. Tuna, kiukweli tunajijelewa, tunajitambua, tunashukuru sana. Serikali ya kijiji cha Kinda, kata ya Kinda, inaunga mkono juhudi za mabinti wana kikundi cha Tupendane Vijana Kinda ambao wanapambana kuelimishana juu ya afya ya uzazi, maambukizi ya UKIMWI na kujikwamua kiuchumi. Mimi kama kiongozi wa serikali hichi kikundi, naona uendelezo wao ni mzuri na wanasaidia mabinti wengine mtaani, ili wajisaidie na kukwepa hatari za VVU na mimba za utotoni. Sisi kama kijiji tumeamua tu kuwapatia eneo ili wapande mazao yatakayowasaidia hasa, hasa hususani viazi ili wapate msaada zaidi lishe na kupati, kujipatia fedha kidogo kidogo ili wajikwamue. Hivyo hivyo, tunashukuru serikali kwa msaada huo waliotoa ili kuwasaidia hao vijana. Baada ya ziara kutembelea mabinti wanufaika wa mradi wa Afya Yangu Maisha Yangu katika halmashauri ya wilaya ya Mvomero, moja kwa moja nimefika ofisini hapa makao makuu ya shirika lisilo la kiserikali la Childhood Development Organization CDO, kuzungumza na mratibu wa miradi tuweze kufahamu tija ya mradi huu wa Afya Yangu Maisha Yangu. Uh, mradi wa Afya Yangu Maisha Yangu ni mradi unao unaodili uh, na mabinti hususan rika bale kwa nini mabinti na kwa nini rika bale? Kwa sababu ni kundi kitakwimu, ni kundi ambalo lipo hatarini zaidi. Uh, kwamba mabinti ndio kundi ambao wako hatarini zaidi kupata maambukizi ya virusi vya UKIMWI kutokana na miemko, kwa sababu tunajua kwamba ni rika bale, mili inachemka, lakini pia changamoto ya kiafya, ni kundi ambalo limekuwa likabiliwa sana na changamoto ya kiafya, hususan kwenye masuala mazima ya afya ya uzazi. Kwa wale ambao katika mfumo wa shule tunawafikia kupitia Uh, mifumo rasmi iliyoko ndani ya shule kupitia walimu wao ambao tumewatageti. Uh, wamekuwa wakipewa pia uh, ushauri na saa namna gani wanaweza kuepuka hivyo vishawishi na kutimiza ndoto zao kama mabinti. Hiyo ni awamu ya kwanza ya utekelezaji wa hii uh, program yetu ya Afya Yangu Maisha Yangu, lakini awamu nyingine tunaitekeleza kwa wale mabinti ambao katika nje hawapo nje mfumo wa shule, ambao sasa hawa kwa namna moja ama nyingine, labda hawakubatika kuendelea na elimu ya sekondari lakini wapo katika jamii. Joseph, tuambie mmewafikia mabinti wangapi ambao wako nje ya mfumo wa shule ambao ni wanufaika sasa wa Afya Yangu Maisha Yangu na wale ambao wapo katika upande wa shule? Katika jamii tumeweza kufikia mabinti 2147 lakini katika wale mabinti ambao katika mfumo wa shule ni mabinti 2800 ambao tumeweza kuwafikia, lakini tukija wale wanufaika ambao sio wa moja kwa moja wanajamii wengine ambao tumeweza kuwafikia ni zaidi ya 1450 mia, lakini tunafanya kazi kwa ukaribu sana na viongozi wa serikali serikali kuu na serikali ndogo, takriban watu 25 afisa zao, lakini pia tumekuwa tukifanya kazi na wahudumu wa afya kumi na mbili, lakini walimu ambao tumewafikia mpaka sasa hivi ni hamsini na nane na baadhi ya wanafunzi wengine ambao tunaweza kusema kwamba ni wa kiume sasa ambao ni wanufaika uh, tofauti na wale mabinti ni zaidi ya elfu mbili. Kwa hiyo mpaka sasa hivi programu tumeweza kufikia zaidi ya wanufaika uh, elfu nane mpaka sasa hivi kupitia umradi kwa miaka uh, miwili tunaelekea mitatu ya utekelezaji. Tutazamia swala la malengo ya maendeleo endelevu katika eneo la afya bora na ustawi, mnaunga mkono kwa namna gani katika mradi huu wa afya yangu maisha yangu? Ah, kupitia mradi huu wa Afya Yangu Maisha Yangu tunaangazia sana afya ya uzazi uh, lakini pia na VVU UKIMWI. Kupitia programu hii tumeweza kufikia mabinti kama ambavyo nimesema, zaidi ya 2147 ambao mabinti hawa wameweza kupata elimu mbali, tunapata elimu lakini tumeweza kuwaunganisha na huduma za afya.